Eh, ng'ombe mmoja katika wale wawili amegongwa na amekufa. Sasa akapiga kelele akasema, mke wangu, ng'ombe wa Bwana amekufa, lakini siku zote hakuwahi kugawa. Mpeni Bwana vilivyo bora. Unajitoa eh, na wa kiume mtakapomletea hazina Bwana kwa imani siku ya Sabato mabomba yatafunguka. Alafu usianze kusema huu mtego ni imani, sio yumba. Wakati mwingine ni ukosefu tu wa imani, ndio maana tunashindwa kujitoa kikamilifu. Patie imani sio yumba, nifanye sehemu yangu. Inua mkono wako juu, simama pamoja na mimi. Praise team Joni, beti moja wa wimbo namba 98 a ni wingu la ushahidi, kwa maana tumezingirwa na wingu la mashahidi. Pastor, unajua nimekuja kugundua miongoni mwa mashahidi watakaoshuhudia uaminifu wa Bwana, kwamba kwamba tunaweza tukamwamini Mungu, tukampelekea kwanza anachotaka kisha akatufanyia sisi na kuzidi ni wale simba kwenye tundo la kwenye tundo la simba la Daniel. Wale nao wa Mungu ni mwaminifu alituambia kwanza apate yeye Danieli asiguswe yeah. na kweli tulipomsikia akaleta nyama nyingi. Tumezungu, unajua tumezungukwa na wingu la mashahidi wengi sana yule samaki aliyemmeza Yona aliambiwa tu, wewe kuwa mwaminifu tu, ni muda mfupi, alafu mimi nitakutunza. tayo amani zote Me...